De Bruyne. Oh, Belter. Absolute Belter from Kevin De Bruyne. There is no stop. Kevin De Bruyne, raia wa Ubelgiji maana halisi ya kiungo mshambuliaji. Huyu ni mtu aliyokataliwa mara nyingi zaidi lakini alifanikiwa zaidi. Katika maisha hakuna wakati mgumu kama ule wakati wa kuagana na watu ama mtu wako wa karibu. Tena huwa ni mbaya zaidi ikiwa na tafsiri ya kwaheri ya kuonana. Wengi hushikwa na hisia kali nyakati hizi zinapofika katika maisha yao, lakini tumaini la kuonana tena hufungua fursa ya kutakiana kila la heri na huja mara baada ya kukubali hali hii. Hii ni kalamu ya Ben Kashililika. Mimi ni Mbushi Kwilasa Bakarika. Kwenye dunia hii tuliyojaliwa, mimi na wewe unayesikia sauti hii, hatuna budi kuzikubali changamoto tunazokumbana nazo, na kuna wakati tunalazimika kubadili mazingira kutokana na ukubwa wa changamoto. Ndivyo ilivyo sasa pale nchini Uingereza, katika kitongoji cha Bradford mashariki mwa jiji la Manchester, yalipo maskani ya klabu tajiri nchini humo, Manchester City au wanawaita the Citizen. Hawa ni wananchi. Huzini kubwa imeingia sasa na wanajifunza namna ya kuizoea hali hii. Mwishoni mwa wiki iliyopita, kiungo mahiri wa klabu hiyo Mbelgiji KDB, Kevin De Bruyne alitangaza kuondoka klabuni hapo ifikapo mwishoni mwa msimu huu, na bado haijulikani ni wapi gwiji huyu anatimkia mara baada ya kuitumikia klabu hiyo kwa misimu kumi tangu alipojiunga nayo msimu wa 2015 akifanikia kutoa mataji sita ya ligi kuu ya Uingereza, na mataji mengine mengi ya ndani na hata ya nje ikiwemo ligi ya mabingwa barani Ulaya, vikombe vya FA, Carabao Cup na kombe la klabu bingwa la dunia. Kevin De Bruyne alifanikiwa kutoa mchango wa magoli 16 ikiwa amefunga magoli saba na kutoa usaidizi wa magoli 9 kwenye michezo 25 aliyocheza kwenye ligi kuu ya Uingereza msimu huo huku akionyeshwa kadi mbili tu za njano. Nyota ya Mbelgiji huyo ilizidi kung'aa msimu mmoja baada ya mwingine. Msimu wa 2019-2020 unatajwa kuwa ni msimu bora zaidi kwenye maisha yake klabu ni hapo akitoa mchango wa magoli 33, yani akifumania nyavu mara 13 na, na kutoa usaidizi wa magoli 20 kwenye mechi 35 alizocheza kwenye msimu huo wa ligi. Miaka mitatu baadaye Kevin De Bruyne aliyesaidia klabu hiyo kushinda ubingwa wa kwanza wa kihistoria wa ligi ya mabingwa barani Ulaya katika fainali ambako Manchester City waliwafunga Inter Milan kwa goli moja kwa sifuri. Goli la kiungo raia wa Hispania Rodrigo Gonzalez, wengi wanamwita Rodri. Changamoto ya majeraha ni kikwazo kwa wanamichezo wengi duniani. Msimu huu haukuweza kukiacha salama kipaji cha KDB. Kuanzia msimu wa 2023/24, maisha yake ya uwanjani yalihamia kitandani. Hii ni kuuguza majeraha yasiyokuwa na mwisho, bali yaliyoweza kubadili kabisa hali yake na vipindi vyake na kufanikiwa kucheza mechi 18 tu kwa msimu mzima akifumania nyavu mara nne na kutoa usaidizi wa magoli kumi ikiwa ni takwimu ndogo zaidi kuichangia City kwa msimu huo. Msimu wa 2024-2025 huu bado haujawa msimu mzuri kwake, akiendelea kuandamwa na adui wa wanamichezo aliyeendelea kubisha hodi mlangoni kwa KDB na kuathiri ushiriki wake kwenye michuano mbalimbali mbali. na ndio maana Inatajwa kuwa matajiri wa mafuta kutoka pale Saudi Arabia, wao wanatajwa kuwa nyuma ya ushawishi kwa KDB kondoka City na kwenda kula pensheni pale nchini Saudia. Hii ni kalamu ya Ben Kashililika, mimi ni Mbushi Kuilasa, asante na kwa heri De